lakini vilevile wenzetu wapaaagombea. Uh, nizungumza jambo moja, nilisema ili uende kuwa mwanasheria wa serikali lazima uwe wakili. Kwahiyo nini, nyumbani kwenu ni TLS serikali iko kazini, oh. Ni mabalozi wetu. Kwa hiyo nia yetu kubwa ni kwamba tunataka kuijenga tuifunze kulitizama taifa. Eh, sheria ndiyo eneo kubwa sana la kivita kwa sasa, kwa sababu, eh, kupitia uwekezaji kupitia mahusiano ya kimataifa kupitia mashirikiano ya kiuamuzi maamuzi as katika ngazi ya kimataifa kikanda, sisi wanasheria tuna roho kubwa sana, lakini tukiwa na ukaribu wa pamoja kati ya public bar eh, ofisi ya solicitor general, lakini na TLS tutakuwa na namna ambavyo tunaweza tukajenga imani zaidi na kuona namna bora ya kushirikiana katika michakato yote ya kisheria inayohusu katika Eh, taifa letu, kwa sababu ultimate goal yetu wote ni kuhakikisha utawala wa sheria, haki za binadamu na utawala bora, ndio nia kubwa ya uwe uwepo wa wanasheria. Ndio maana ma, mi napenda kusema kwamba mara zote taaluma yetu eh, sisi ni, ni mabalozi wa Mungu wa namna ya kile tunachokifanya kwa umma, haki kwa hiyo sisi ndio watu pekee ambao tunamuoferi Mungu moja kwa moja, yaani ukiacha kutekeleza majukumu yako dhambi yako ni ya moja kwa moja wewe na Mungu, na ukitekeleza majukumu yako kwa ukamilifu thawabu yako ni ya moja kwa moja toka kwa Mungu. Kwa hiyo tunapoungana na kutengeneza uelewa wa pamoja, inatuleta karibu na kuondoa ile artificial gap ambayo ilikuwa inajaribu kuwa created na kujiona kwamba we cannot work together. Kwa sababu tunatumia sheria zile zile, tunaitumikia nchi ile ile kwa maslahi ya wananchi wale wale wa, eh, mkua sekali, bile bile wa Tuna. Kwa hiyo kimsingi, mheshimiwa wakili mkuu wa serikali, lakini vile vile na wenzangu wa public bar, tunatumaini kwamba kupitia mwanzo huu mpya itakuwa ni namna bora zaidi ya kuona namna ambavyo TLS tutafanya kazi, hasa katika maeneo kwa mfano ya Ligo 8 tunaifikiaje jamii kwenye Ligo

tukikaa vizuri pab tukikaa vizuri TLS tuka enhance ile access to legal kupitia legal aid, migogoro mingi itaweza kutatulika kwa njia nzuri, lakini vile vile itatuletea ukaribu hata katika mifumo hii mingine tunayoileta, kama alivyosema msomi eh, wakili mkuu, kuhusiana na swala la artificial intelligence, lakini siku hizi tunazungumza njia mbadala za utatuzi wa migogoro. Ni maeneo ambayo tukijenga imani ya pamoja tutalisaidia taifa letu. Kwa hiyo sisi tunaposaini hivi na tunapofanya hivi, ni utayari wetu sisi. Tulisema siku zote kwamba sisi tutashirikiana katika kuhakikisha utawala bora, haki za binadamu na utawala wa sheria katika taifa letu, na tutakuwa tayari kufanya kazi pamoja na serikali. <coughs> tutakuwa tayari kufanya kazi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo, ili mwisho wa siku tujenge taifa letu lenye amani, lenye haki lenye utulivu lenye usawa ambayo kila mmoja anajisikia kuwa sehemu salama kuwa ndani yetu. Kwa hiyo tuko kwenye sehemu yetu ya France kama kamaee, na leo tumekuja na wajumbe wenzangu wa baraza la uongozi sio wote, Mheshimiwa Wakili Mkuu wa Serikali, nimekuja na eh, honorary treasurer tunaye mamarikiza, lakini vilevile vile nitambua kwamba tumekuja na eh, GC members wa kanda ya kati Mr Nyarus, lakini vile vile tumekuja na GC member wa Bagamoyo Mr Shirima. mm -hmm. Na yote hii ni kuonyesha kwamba sisi TLS tunalipa jambo hili uzito wa eh, kipekee na tunakuahidi kwamba immediately baada ya hapa tutajaribu kuiarticulate, tuanze kuona namna gani tushirikiane, hata zile hatua za utungaji wa sheria zetu tuanze kushirikiana mapema ili tupitishie kwako hata kabla ienda kwenye mfumo mwingine, kwa sababu inapoanza na kupitia kwenye ofisi ambayo tumeianzisha ni katiba na sheria, wakati fulani ule uamuzi unakuwa unatoa nafasi yale maoni kuaminika zaidi na kuonekana kwamba yamepata fursa ya kuchakatwa ipasavyo. Kwa hiyo sisi tunaomba tushirikiane katika ngazi zote, wakati wote tutakuwa tayari eh, popote pale tutakapohitajika. Asante sana Mheshimiwa Ee, Wakili Mkuu, lakini asante na viongozi wenzangu wa e, public bar e, tumeonana leo. Nadhani tuendelee sasa kuanzia hapa, tufanye kazi, ili kama ni tunapokwama, basi tujue tunakwama namna gani na tunatatua, lakini tusije tukasaini, alafu baada ya kusaini tukafungua <coughs> kama team yale tulio kubaliana, let's take it from paper to practice. asante sana. Mheshimiwa naibu wakili mkuu wa serikali, kwa jina naitwa Libora Ncharo, makamu wa rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania. Mheshimiwa wakili mkuu wa serikali, si tuna furaha kubwa sana. Kwanza tumekuja hapa kumwakilisha rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania, lakini pia tunao furaha katika hatua hii muhimu ya zoezi hili la uteu saini wa makubaliano hata ya maridhiano pamoja na TLS naamini uh -huh, kwamba ahadi hii imetumia kwa sikua baada ya mwisho kunekija hapo kwako likuajidi kwamba itakuwa tayari kusimamia na mpaka ya mwisho takuwa tau saini. Naamini kwamba zoezi hili la uteu saini ni jambo muhimu ambayo itawafunganisha umoja na mashirikiano katika masuala mbalimbali ya kitaaluma hasa inayohusu tasnia yetu ya sheria. Najua kwamba kwa kuna mambo mbalimbali yanaendelea katika taifa letu, na hasa katika kipindi hiki ambacho kinaelekea katika masuala ya uchaguzi. Ushirikiano wa pamoja katika kuelimisha jamii yetu katika masuala mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo wananchi wengi hawaelewi zoezi hili la hatua hii litaweza kufanikisha na tutaweza kuongeza weledi na hasa kulisaidia taifa letu katika kutimiza lengo la dira ya maendeleo ya, ya mwaka ishirini na hamsini. Kwa hiyo tuna furaha kubwa na tunakushukuru kwa kukubali kuwa pamoja na sisi, na sisi tuko tayari kutekeleza kwa pamoja kwa manufaa ya nchi yetu na kwa manufaa ya tasnia yetu hii ya sheria tuko tayari kupokea maelekezo yoyote na baraka zote pale ambapo tunahitaji katika kufanya taratibu mbalimbali za kisheria. Kwa leo tumeweza kufanikiwa kuja na viongozi, tuna katibu wetu wa chama bwana Rashid, lakini pia tuna kiongozi wetu mwakilishi wa chama mkoa wa Pwani ya mita pamoja na wanachama mbalimbali ambao na wameunganika na sisi pamoja hapa katika tukio hili muhimu. Hii tulipata, tunashukuru sana wenzetu wa TLS kwa kukubali kuungana na sisi katika kuisaidia nchi yetu kuweza kulinda masuala mbalimbali, ambao kwa sisi ni walinzi wa kalamu, ambao tunatakiwa kulinda uchumi, kulinda sheria zetu, utawala sheria, kama mwenzangu pale alivyosema, na tuko tayari kufanya hivyo kwa elimu hizi na mingine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.